Sasa siasa zina nyanja tofauti. Tunavyotaja siasa, kila kitu kinachofanyika katika dunia hii kinahusu siasa, sababu siasa ndio maisha ya watu, siasa ndio maisha, maana ili uweze kuunda serikali inayohusisha fani zote ambazo zimesomewa lazima siasa. Hiyo ndio maana leo tuko tunachagua raisi, atakaeshinda ataunda serikali miongoni mwa uundaji wa serikali atapata wabunge wa kuunda mabaraza ya mawaziri, lakini halikadhalika tutakuwa na madiwani ambao wataunda mabaraza. Kwa siasa is all over, na siasa ndio hiyo tunaoishi nayo kwa pamoja. Na kwamba ninafanya uhandisi, lakini ninafanya uwakilishi wangu, na bunge ni diverse, bunge lina taaluma nyingi. Kuna madaktari mle, kuna walimu mle, kwa sababu ni uwakilishi wa wananchi Kwahiyo zinaingia taaluma tofauti tofauti na kila mmoja anajaribu kutumia utaalamu wake kwenye kusaidia nchi, kusaidia jimbo, na kuweza kuhakikisha kwamba anashiriki kwenye kuleta maendeleo sana ambavyo wameaminiwa na watu waliomtuma akawakilisha.